Moja kwa moja ni kwamba Wakristo kote nchini walikusanyika katika makanisa yao kusherehekea Jumapili ya Mitende, ambayo huashiria kuanza kwa wiki takatifu katika kalenda ya Kikristo. Maadhimisho hayo ya kila mwaka duniani yalishuhudia misafara ya kusisimua huku Wakristo wakibeba matawi ya mitende yaliyotikiswa juu kama ishara ya kuingia kwa kishindo kwa Yesu Kristo mjini Yerusalemu, anavyoripoti John Kahiro. Viongozi wa kidini walichukua fursa hiyo kuwahimiza Wakenya kudumisha amani na umoja wa kitaifa. Katika kanisa la Holy Family Basilica jijini Nairobi msafara ulianza katika shule ya Catholic parokia huku makasisi wakibariki matawi ya mitende kama ishara ya ushindi na amani ya mila za Kikristo. Waumini wa Kikatoliki wakaanza msafara wa kupendeza, kupeperusha matawi ya mitende na kuimba nyimbo za hosana, Hosana kwa mwana hii inaashiria kuingia kwa ushindi kwa Yesu Kristo Yerusalemu na kukaribishwa kwake kama mfalme. Akizungumza wakati wa mahubiri, Padri Simon Mwangi aliwahimiza waumini kusalia imara katika imani wanapokumbana na changamoto mbalimbali mbali za maisha. when we suffer, when we are the

hisia kama hizo zilishuhudiwa katika kanisa la All Saints Cathedral huku askofu mkuu wa ACK Jackson Ole Sapit akitoa wito wa kutuliza hali ya kisiasa nchini. In that breath, we are reminded of the happenings of last week when, you know, even this week when, our young daughters of Butere girls uh high school were denied an opportunity or were intimidated and they were not able to perform in the drama festivals and uh the tear gas that was held against them uh is actually unnatural those are young talents and young young girls they they were not armed they they you know we needed to handle them as our children na katika kanisa katoliki la Kakamega katika county ya Kakamega Waumini walifanya msafara sawia mjini Kakamega. Askofu wa dayosisi ya Kakamega na Vihiga, Joseph Obanyi alitoa wito kwa wanasiasa kuepuka kugawanya nchi kwa misingi ya kikabila. Ooti tutaanza kutumia watoto kufikia maero yetu na katika kaunti ya Kiambu, waumini kutoka parokia St Anne Joakim Dumberi outstation Riara pia waliadhimisha siku ya leo ya matawi inayoashiria mwisho wa msimu wa kufunga, wakifanya msafara mkubwa kusherekea Jumapili ya Mitende. John Kahiro, Darubini Weekendi.